Usiku mwema, neno linaenda. Huu ndio mwito ambao mungu ametupa, hiki ndicho tunachosikia, watu wa Kristo. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya pili mstari wa kumi na sita. Tumezungumza kuhusu umoja katika huduma, lakini leo ni mada ambayo haijawahi kujadiliwa katika huduma hii kwa namna hii. Katika siku zilizopita tumegusa mada hii kwa ufupi na mitazamo tofauti. Wakorintho moja hesa mbili na madakika kumi na sita inasema, kwa maana ni nani aliyemjua akili ya Bwana? Nani atamfundisha? Lakini je mimi sina akili ya Kristo? Lakini sisi tuna akili ya Kristo. Ni vyema kujiuliza ni nini akili ya Kristo? Nimekuwa nikisema tuna akili ya Kristo. Lakini je, ilikuwa kweli akili ya Kristo kwa ajili ya kukemea kwa mambo mengi lakini sio kwa njia sahihi kama alivyofafanua Mtume Paulo. Inasema kwa mfano, hebu tuone swali: ni nini akili ya Kristo? Hebu tuone Biblia inasema, hatutaweka maoni binafsi. Hebu tuone kile Biblia inasema, Waefeso 1:9 Waefeso sura ya kwanza mstari wa tisa. Tuko hapa haraka, ndio mtume anasema, alikumbana na uzoefu huu, anasema akitufahamisha, siri ya nini Pablo anasema nini hapa Bwana? Ah. Pablo anasema nini? Ukiwaambia mtume Paulo unajua mapenzi ya Mungu angejibu alijua. Ninajua. Mungu anafikiri nini mbinguni? Mimi nachofikira hapa. Sihitaji kwenda mbinguni ili kujua mapenzi yake, tayari alitufahamisha. Sema ninajua mapenzi ya Bwana. Hiyo ni jambo la siri. Unajua ni nini kuwa mwanadamu wa kawaida, mwenye mwili dhaifu, mwenye udhaifu, anayeweza kusema hapa duniani, licha ya uzoefu wangu au ni nani nilikuwa, ninajua mapenzi ya Bwana? Basi ikiwa unajua mapenzi ya Bwana, hiyo ni sehemu ya nini? Ya ya akili ya nani ya Kristo. Ndiyo maana alisema, lakini sisi tuna akili ya Kristo. Kwa nini? Kwa sababu tunajua mapenzi yake. Katika mfumo hawajui mapenzi ya Bwana, wanasema oh, mapenzi ya Bwana hiyo ni kubwa. Hawamfahamishi mtu yeyote. Paulo anasema kwamba tayari walimpa. Twende kwenye kipengele kingine cha mapenzi hayo, ewe Wagalatia. Turudi kwenye kitabu kilichopita, Wagalatia moja, moja. Anasema Paulo mtume si wa watu, wala kwa njia ya mtu, bali kwa Yesu Kristo na kwa Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Yeye ni mtume wa kipi? siyo wa nini? Hii ina maana kwamba Paulo hakuenda Yerusalemu kuwaambia mitume nini nifanye ili niwe mtume. Hakuagizwa kuwa mtume anasema bali kwa Yesu Kristo, ndiye aliyenipatia wito wa mtume. Na angalia kile anachosema katika aya ya kumi na moja kuthibitisha hilo, aya ya kumi na moja kutoka hapo. Anasema lakini nawapasha habari ndugu, injili niliyohubiri si ya kibinadamu, kwa maana si kuihifadhi wala kuijifunza kutoka kwa mtu, bali kwa ufunuo wa nani? Nani anaweza kusema hivyo? walimfunulia vipi? Je, mnakumbuka alivyosema, najua mtu mmoja katika Kristo, sijui kama alikuwa katika mwili au nje ya mwili aliyetembea hadi mbinguni. Hivyo ndiyo maana anasema hapa, angalieni injili ambayo mimi, wengine ni hadithi nyingine, lakini mimi Mtume Paulo, injili ninayohubiri sikuihifadhi kutoka kwa mtu yeyote. Sikuwahi kwenda Yerusalemu, sikuwahi kuwa na mtu yeyote. Siku moja Yesu Kristo alinipeleka peponi na kuniambia Pablo wewe ndiye pekee utakaijua injili. Basi ikiwa unajua mapenzi ya Mungu na sasa unajua injili ya Mungu, je, si hiyo sehemu ya akili ya Kristo? Hakuna anayeweza kukuambia. Nina akili ya Kristo. Yeye anaweza kusema mimi nina akili isiyo na kitu ya Kristo. Sijui ni nini, haijawahi kuamshwa. Wana hiyo, wana hiyo lakini haijawahi kuamshwa. Ni kama unapokuwa na simu nyumbani, lakini unayo kama mapambo. Halafu mtu anakuja na kusema naweza kupiga simu, unasema haijakamilika. Ndivyo ilivyo kwa mfumo wa kiprotestanti duniani kote. Wameunganishwa lakini hawajachomekwa, hawajui mawazo ya Kristo, haijawahi kuamshwa kwao. Wanazungumza kuhusu Mungu kwa uzuri, lakini unawaambia fanya maombi Mungu mkuu, na wanazungumza kwa uzuri, lakini unapofika kwenye ukweli, hawajui Injili, hawajui mapenzi ya Mungu tangu Roma hadi sehemu za mwisho za dunia. Injili na mapenzi ya Mungu hadi sasa hayajulikani nje ya huduma ya kukua katika neema. Ni ngumu kusema hivyo. Je, kusema hivyo si ngumu? Shida ni kama ni ukweli. Tutaangalia kipengele kingine cha muhimu huo Tutaondoka katika Waefeso na tuende, tutaenda kutoka Waefeso hadi Wafilipi na tutafika Kolosai sura ya kwanza mstari wa 26. Siri hiyo ni huduma. Siri ni nini? Ni kitu kisichofichuliwa kwa akili ya mwanadamu. Je, hujasikia watu wakisema hiyo ni siri? Sikiliza anachosema Paulo. Siri ambayo imekuwa fiche tangu zamani na nini? Na vizazi, lakini sasa, miaka elfu mbili iliyopita, lakini sasa kwa sababu anazungumza wakati huo, lakini sasa imejulikana kwa watakatifu wake. Kwa nani? Mungu alitaka kuwajulisha utajiri wa utukufu wa siri hii, kati ya Wayahudi kati ya mataifa ni nini? Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Basi sikiliza hili, ikiwa unajua mapenzi ya Mungu na injili yake, na sasa unajua siri zilizokuwa zimefichwa, je, hiyo si akili ya Kristo? Ndiyo maana Kristo yuko ndani yenu, yaani Kristo yuko katika akili. Unamseveje Mungu kwa mwili? Kwa njia gani? Kwa akili hii. Inamaanisha kuwa akili inayokuja katika huduma inayohubiri mapenzi ya Mungu na siri imezinduliwa, unaweza kusema kwa uhakika, nina akili ya Kristo. Sasa katika kanisa, huwezi kusema nina akili ya Kristo, nitakueleza baadaye, ingawa hiyo inaweza kukufanya ufikirie tunafanya mambo kuwa ya kipekee lakini haijalishi kama inakusumbua tumekuwa. Tukisumbua kwa muda mrefu sasa, tunawasumbua wenye kuelewa, wanataka kujua zaidi, kabla ya kusema hawa ni nani, na wanamaliza kwa kusema wana haki basi. Siri mapenzi inamaanisha nini? Injili ni sawa na akili ya Kristo. Hebu tuangalie mstari mmoja zaidi ambao unanivutia sana, Warumi saa 16 na madakika 25. Neno siri linajirudia, turudi kidogo, neno siri linajirudia lakini, eh. Warumi 16 mstari wa 25, kumbuka upekee, anasema injili yangu. Hapa anasema wazi, unajua kwa sababu mfumo wa nadai. Ndugu, tutaenda kusoma Madhayo, tutaenda kusoma Injili ya Marko, tutaenda kusoma Injili ya Luka, tutaenda kusoma Injili ya Yohana na wana injili nne, lakini si injili nne Paulo anasema kuna injili moja tu, ile aliyofunuliwa kwake katika paradiso. Walikuwa wakihubiri injili nyingine ambayo si injili ya Paulo. Hivyo ndivyo sisi ni wakipekee katika hili. Nilikuwa kwenye ndege na kijana mmoja mnikaragense, nikamwambia binti yangu ameolewa na mnikaragense. Tukaanza kuzungumza, tulifanya urafiki kidogo na kisha Aliniuliza unafanya kazi gani? Nikamjibu mimi ni mzungumzaji wa mikutano. Na unatoa aina gani ya mikutano? Ni mikutano ya kiroho. Lakini vipi kuhusu kiroho? Vizuri, ni mikutano inayohusiana na roho za watu na maisha yako ya ndani. Yaani mimi si Katoliki wala si Mprotestanti. Waprotestanti na Wakatoliki, makundi yote ya kikristo ya sasa yanahusiana na mwili wako wa nje. Usiangalie, usile, leo ni Ijumaa Takatifu, leo ni Ijumaa ya mambo haya, leo ni Ijumaa ya mambo yale, usijitengeneze kuonekana kwa huruma na matibabu makali ya mwili. Lakini sisi hatuhitaji hilo. Tunafundisha tu kile ambacho mtume Paulo anahubiri, ambacho ni kwa ajili ya mtu wa ndani. Tunapata nguvu katika mtu wa ndani kupitia roho yake. Ananiambia, unahubiri nini? ni barua kumi na nne za Paulo, ndiyo injili pekee. Alikuwa na maarifa, ananiambia nilijifunza na Wajesuiti. Kwa nini unahubiri tu Paulo? Kwa sababu alisahaulika karibu miaka elfu mbili iliyopita. Anasema hapana, hajasahaulika mwanangu, anaitwa Paulo na mimi. Hapana lakini he. na katika makanisa ya Katoliki kuna picha, kuna picha za mtakatifu Paulo na mimi namwambia, umesema ni majina ni picha, lakini injili ya Paulo haijahubiriwa. Na aliniambia ni ya kuvutia, na inategemea nini? Ndipo nilimwonyesha siri ya Kristo katika mwili na Kristo aliyefufuka, na alifurahia. Sikiliza, inamaanisha watu hawajui injili. Unajua unachokifanya unapokwenda nyumbani au mahali popote, wanakuuliza unaamini nini, unaweza kuonyesha huduma wanakujibu vipi? Sijawahi kusikia hivyo. Lakini ungeweza vipi kusikia ikiwa hili halijapewa mahubiri kwa miaka elfu mbili? Hapa hatujahubiri kwa miaka elfu mbili. Huduma hii ni ya kihistoria. Mungu alikuwa amehifadhi ili kuhubiri mambo fulani ambayo wakuu wa dunia hii hawakuyajua. Hiyo ni ya ajabu, ajabu, sivyo? Ni ya ajabu. Tazama anachosema Warumi 16:25, na yule anayeweza na yule anayeweza kuthibitisha kulingana na anachosema inamaanisha, ukimsikiliza Paulo utathibitishwa, usipomsikiliza Paulo hujathibitishwa. Wewe ni gari lisilo na bima bila nambari bila leseni. Wewe ni pasipoti iliyokwisha muda, au dawa iliyokwisha muda. Unahitaji kuthibitishwa. Mungu alikuletea hapa kwa sababu gani? Je, ni kucheza na hisia zako na kusema jiwekee vizuri, usifanye chochote kibaya, njoo mbele kwa sababu tutakuombea? Hiyo haina maana, unahitaji kuthibitishwa. Ni lazima ubadilishe mawazo yako, hiki kilichopo hapa. Inabidi uamshwe ili uwe muumini wa mambo ya ajabu na ujue wewe ni nani. <coughs> Kila mtu anahitaji kuthibitishwa. hatuna uwezo wa kukuweka Hatutaki kukuacha. Unajua kwamba asiye na uthibitisho ni yatima, yeye ni yatima, mtoto wa haramu, hajui baba yake. Fikiria, baba yako nani? Sijawahi kumjua. Yaani hujui chochote? Sijui, sijui jina lake. Hivyo ndivyo mcha Mungu alivyo au mtu ambaye ana roho lakini hajui anapotoka wala anapokwenda hajui, anajua kufanya hivi na kufanya sala chache, hajui biblia wala siri za Mungu, anaelea. Ni meli isiyo na nahodha, anaweza kukwama popote. Hivyo ndivyo wanavyotembea watu wa thamani waliojaliwa wanaotuzunguka, ni kama meli zisizo na nahodha. Haijalishi ni nani, hata kama ni mwerevu, hata kama ana cheo, utaona hawana hawana mwelekeo. Sikia, ni vizuri kwamba tunaweza kuwakilisha kitu kinachotoa uthabiti, kinachotoa furaha. Anasema na kwa yule anayeweza kuwathibitisha kulingana na injili yangu na mahubiri ya Si ya Yesu bali angalia ya Kristo Yesu, kwa sababu Yesu ni mwana wa Maria. Sasa Kristo ndiye aliyetunga Maria, Kristo aliingia kwa Maria. Pablo anaposema Yesu Kristo anamaanisha kuwa ni mwili wa Mungu aliyejulikana kama Yesu wa Nazareti, na Mungu alikuwa ndani yake. Unaposema Yesu Kristo, unaposema Yesu na Pablo alimtaja kama kivuli, ni mwili tu. Ni kama ninapokutaja jina lako, nikikuuliza unatoka wapi? Mimi ni kutoka Brazil. Mimi ni wa Colombia, unanizungumzia mwili wako. Sasa nahitaji kujua wewe ni nani ndani, unahitaji kuniambia, uraia wangu uko mbinguni, kwa sababu wewe ni roho inayokaa katika chombo cha udongo. Wewe ni hazina katika chombo cha udongo. Dini haina uhusiano na hazina, inahusiana na chombo Pablo anashughulikia roho yako na unajitengeneza udongo wako. Wazo ni kuimarisha roho yako na kisha unashughulikia udongo wako. Ikiwa unataka kuvaa namna fulani, hiyo ni juu yako. Hapa hakuna sheria, katika kanisa hili hakuna sheria ya kusaini kadi kuwa mwanachama. Hiyo ni kazi ya mfumo. Nataka kuwa mwanachama wa kanisa? Basi wewe ni mwanachama. Wewe ni sehemu ya mbinguni kwa sababu kanisa ni wewe. Hii ni jengo. Mchungaji, hapa kuna mambo mengi ya kufanya. Kristo alisema hivyo. Paulo alisema, ndugu, kila kitu ni halali, lakini si kila kitu ni bora. Hakuna sheria hapa. Wajumbe wa kanisa hili hawaendi sinema, hawawezi kufanya hivi, hawawezi kuolewa tena, hawawezi kuachana. Hayo ni yasiyo na maana, ni mambo ya kidunia ambayo unaweza kuyatatua hapa. Anayeumia ni wewe. Mungu haumia. Unapojitenga ni wewe unayeumia. Mungu anatafuta mume au mke mwingine ili kuona kama utaweza kujiweka sawa, lakini hayo ni mambo ya kipuuzi. Ndiyo maana kuna talaka nyingi. Watu wanasema Mungu ananipenda, lakini wanafanya vivyo hivyo. Na wanapofungua akili zao, maisha yao yanatawala vizuri hali za kidunia. Akili iliyoamshwa katika agano hili inatatua matatizo ya ndoa yako kwa urahisi zaidi kuliko akili isiyoamshwa na inayokumbwa na hofu. Hivyo Paulo anasema Paulo anasema kwamba hili lilikuwa fumbo lililofichwa. Sasa sikiliza vizuri kidogo nitakachokuambia sasa: akili ya Kristo haikuwahi kuwepo. Kile kilichokuwepo ni agano la Musa lililotolewa kwa mwili, hiyo haikuwa akili ya Kristo. Hayo yalikuwa amri zilizoongezwa kwa sababu ya tamaa na makosa. Sasa akili ya Kristo, yaani jinsi Mungu anavyofikiria kuhusu siri hiyo, ilikuwa imefichwa kwa karne na vizazi. Basi Mungu hakumfunulia Petro wala mitume, alisubiri apate mtume Paulo, kisha kwa Paulo anampatia akili yake. Basi wakati Paulo anafariki, skrini ilizimwa, akili ya Kristo ilizimwa. Tena mara tu Paulo anapokufa, akili ya Kristo inatolewa duniani na kuingia tofauti tofauti ni nadhani hivi unadhani hivi, mwingine anafikiri hivi. Wewe ni mbatizaji, wewe ni Pentekoste, wewe ni karismatiki, wewe ni Katoliki, Katoliki wa jadi, Katoliki wa karismatiki, Presbiteriani, kwa sababu akili ya Kristo imeondoka duniani. Wote wana mawazo tofauti, kuna dini nyingi kwa sababu akili ya Kristo haipo, haipo. Wakati akili ya Kristo inawashwa, basi wote wanazungumza jambo moja. Katika nchi za Colombia, Brazil, el Salvador, Guatemala na Puerto Rico watu wanazungumza sawa. Miami pia wanazungumza vivyo hivyo, kwa sababu ni akili ya Kristo. Fikiria akili inayozungumza mambo ishirini kwa wakati mmoja. Lazima iwe akili moja tu, akili ya Kristo. Tutaangalia katika barua ya kwanza kwa Wakorintho, kitabu kinachofuata sura ya kwanza. Hapo tulipokuwa angalia kwa makini mstari wa kumi na mbili. Na sisi hatujapokea roho ya ulimwengu, bali roho inayotoka kwa Mungu. Unaona kwamba imeandikwa roho ya ulimwengu kwa herufi ndogo. Ehe. mbili kumi na mbili. Pole, nilisema moja kumi na mbili. Vizuri, hapo kulikuwa na utofauti, ulishaona? mbili kumi na mbili. <laughs> Na sisi hatujapokea roho ya ulimwengu, bali roho anayekuja kutoka kwa Mungu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu gani? Ili kuruka, ili nywele zetu zisimame, ili kupata uzoefu wa ajabu ili kuona mizimu ikiruka kwa nini? Roho ya Mungu akili ya Kristo ilijidhihirisha kwetu ili tujue kile Mungu alichotupa. Je, unajua kile Mungu amekupa? Ikiwa hujui, usiku huu hujaimarishwa, sidhani umewasha akili ya Kristo. Unapaswa kuja hapa na kukaa kwa miezi michache, wakati tunawasha akili ya Kristo, kisha tutakufanya uwe mfalme katika maisha. Hata kama uko mahali popote na mahitaji yako ya kifedha, ikiwa uko Kuba, tuma barua hapa, tunatawala katika maisha, tunaendelea vizuri, kwa sababu akili ya Kristo haishtaki hali za serikali. Tukiwasha akili ya Kristo, maombolezo yako yatakuwa dansi. Ingawa una shida za kifedha, unasema hizi ni za muda tu, zitarekebishwa. Ikiwa ndoa yako imevunjika, unasema huyu ni mtu ambaye hakuweza kunielewa, naondoka, sitasema mabaya. Mtu mwenye akili ya Kristo hasemi mabaya. Ujui hiyo ni akili ya Kristo? Unaanza kuona mambo tofauti. Ikiwa una ugonjwa unasema Mungu alijua, lakini ninakubali kuwa mimi ni mzima. Tulia, ongea na mwili wako, kwa sababu inajibu vizuri. Sisi hatujapata akili ya ulimwengu wala roho ya ulimwengu. Hii akili ni ya asili. Pablo anasema hapa hatuna tena chaguo la kuwa na akili ya ulimwengu au roho. Roho inamaanisha maoni, fikra, mtazamo. Hatukupokea akili ya mtaalamu wa saikolojia. Hatukupata akili ya huyu au yule wala ya waandishi wakuu na wafalsafa. Siwezi kuzingatia mawazo ya uongo ya vitabu. Maisha yangu sasa hayategemei mawazo ya huyu au yule, wala masomo yangu, wala kile Platoni alisema. Sasa sina aina hiyo ya roho, nina maoni ya juu zaidi ya ulimwengu. Muumba wa ulimwengu yuko ndani yangu na ananifanya nifikirie Ndiyo maana unapoingia hapa unakutana na watu wanaokusalimia umebarikiwa, na ni watu ambao hawalalamiki kila wakati, wana tabia nzuri, asubuhi njema, usiku mwema, wanaheshimu yeyote. unayemwona hapa akikosa heshima au anayemdhulumu au anayesema jambo lisilo la kawaida ni kwamba akili ya Kristo haijawashwa ndani yake. Mwaka kumi umepita bila faida hapa hapa muda unaharibiwa pia. Mtu akimkosea heshima mwanamke, anahitaji akili ya Kristo. Anapaswa kuwa na heshima, heshima. Anampenda lakini anaheshimu. Nasema kwa sababu siwezi kuharibu hili. Ndugu, sitaki kukufanya ujisikie na hatia unapokuja hapa na kupenda mtu hapa kuna mambo mengi yanayotokea. Tazama, watu wanatenganishwa na kuungana hapa, inategemea hali wanayotoka. Lakini yule aliye na akili ya Kristo imewashwa daima, anajitenda vizuri hapa ndani na nje, popote alipo. Katika uwanja wa ndege, ninasafiri sana, na wakati mwingine wananiweka vibaya, na siku nyingine walinifanya nisimame Wakati watu walikuwa wakimshutumu msichana, alikuwa na wasiwasi sana. Wakati uliponifikia alitarajia nipige kelele pia. Nilimwambia, usijali, kuna ndege tisa zaidi, nitaondoka kwenye nyingine, si kosa lako. Alinipanga kwenye ndege ya kwanza. Wengine walikuwa wakipigana, hawakuweza kuondoka wala hawakuenda daraja la kwanza. Unapata zaidi unapokuwa na tabia nzuri, unawasiliana vizuri. Usiumize mtu yeyote hata kama wanakudhuru, hata kama wanazungumza vibaya kukuhusu. Wakati una akili ya Kristo, wewe ni kama Kristo. Hautendea vibaya, hautamiza, unajitenga na mwingine na kufikiri, alikuwa akinifanya hivi kwa sababu hii, alijibu hivi kwa sababu hii kwa ile. Kuna kitu kinatokea, lakini kwa nini kupiga kelele? Yule mwenye akili ya Kristo anafanya kama Kristo yuko hapa duniani. Ni akili ya Kristo, hatuzungumzii kaseti. Ni akili ya Kristo, hatuzungumzii uzoefu wa kiroho. Ulio na mahali pengine anasema, hatujapokea roho ya ulimwengu, bali roho inayotoka kwa Mungu. Unajua nini kiko kwenye mfumo, katika mfumo huu? Unajua ukibatizwa kwa Roho Mtakatifu nini kinatokea? Oh, he, hiyo ni uzoefu wa ajabu sana. Basi unakuwa na hali ya kiroho unasema, oh, hiyo ni ya kushangaza sana, ni ya ajabu. Unapokuwa umewekwa alama na Roho Mtakatifu, ni kwamba unapokuwa katika uzoefu wa karismatiki ambapo unainuka angani, hiyo ni kitu cha ajabu. Angalia, nilikuwa pale, nilihudhuria mkutano huo na kulikuwa na hisia, kulikuwa na kitu cha ajabu kilichonifanya niwe na hisia. Lakini je, akili ya Kristo ilikuwasha? Je, ulijua siri za Mungu? Je, ulijua mapenzi ya Mungu? Ndivyo dini inavyofanya, haijathibitishwa kwa sababu wako katika mtazamo mbaya sana. Mfumo huu unatafuta miujiza na waganga. Angalia, fulani atakuja, anaweka mikono juu yako na unaanguka, kutafuta uzoefu wa kiroho. Hii si kuhusu hisia zako au uzoefu wa utotoni ambapo uliona vitu vinapanda ukutani. Hapa hiyo haina thamani. Hiyo ni uzoefu wako unaweza kuendelea nao ikiwa unataka. Hiyo haitakuletea faida bali ni muhimu kwako kujua kwanza mapenzi ya Mungu. Pili ni siri za Mungu. Tatu ni Injili ya utajiri wa Kristo ambao hauwezi kueleweka. Hayo yatakusaidia sana. Hicho ndicho kinachosaidia.